Wasikilizaji wapenzi, wale ambao mnatufuata kwenye Kivu News Today TV, mara tena tukiwakaribisha katika vipindi vyetu, na kama vile umekwisha zoea vipindi vyetu vinapita kwenye YouTube, uh, Instagram, Facebook, uh, X, hata na zingine platforms mbalimbali mbali. Ahali popote yaani, nafasi pote ni kuandika Kivu News Today TV, utapata video zetu hata na content mbalimbali mbali, lakini uh, nikikualika pia kuweza kusubscribe uh, hata kupartage uh, na comment ili uweze kupata mengi zaidi kwa hizo video ambazo tunakutolea siku baada ya siku. Kwa siku ya leo ninampokea mwanahabari katika mji wa Goma, Bienfait Msifu, hujambo? Si jambo ndugu Aa, unakuwa mpasha habari, mwandishi wa habari kwenye vituo mbalimbali mbali hapa mjini Goma hata na nje ya mji. Tunaokaribisha kwenye Kivu News Today Tuseme kwamba ninyi kwenye platform zingine umesoma, uh, kitu gani ambacho kinajiri hapa mjini Goma Goma uh, ambacho kimejiri hapa hapa mm -hmm. kama, uh, kumona, hata video. Kwanza kwa Joseph Kabila Kabila mm -hmm. na watu wengi wamesema kwamba aliwasili, alipitia Rwanda. Uh, redio mbalimbali zikisema mingi na jambo ya pili ni ya kufariki kwa Papa wa Roma ambaye alifariki uh, siku ya, ya tarehe ishirini na tarehe ishirini na moja, mm, uh, moja mm, alifariki huko Vatican na tunasikia kwamba watamzika siku ya, jum, ya Jumamosi tarehe ishirini na sita Mm. Huenda uh, tuseme pia kuhusu hali ya usalama katika mji wa Goma mm, kwa sababu nayo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimesemeka sana na uongozi wa FM ishirini na tatu FM umekuwa ukikamata mikakati mbalimbali mbali kuhusu uh, ambayo inalenga kurejesha hali tulivu katika mji wa Goma sasa na uh, hali ya usalama imeendelea kuwa imeendelea kuwa utata kabisa kwa sababu utagundua kwamba siku ambazo zimepita Uh, kumekuwa na watu ambao wameendelea kuuawa mm. Kuna kwa baadhi ya watu ambao wameendelea uh, nyumba zimeendelea ku kuingiliwa na majambazi mm. Na kuna kwa kijiji moja ambacho tunakiita Kanza na sehemu za tarafa ya Nagongo, kuna baadhi ya mm. wa watu ambao wameendelea kuondoka huko, lakini uh, viongozi wa IFCM 23 wameendelea kujitahidi sana ili kwamba usalama endelee kurejea, hata kama in, in, itakuja polepole pole, lakini wamejitahidi wa kabisa mm, hiyo imekuja baada ya shambulio ambalo lilitokea Uh, siku ya tano aina hivyo iliyopita wakati uh, uongozi wa M23 umetangaza kwamba ilikuwa shambulio ambayo liliendeshwa na wazalendo. Ndio kabisa sababu nakumbuka likuwa ni siku ya Ijumaa iliyopita katika jumaa ambayo zimepita, mm -hmm. tulisikia milio ya risasi na kusema kwamba ni wazalendo na FARDC ambao walienda kuwavamia viongozi uh, uh, M23, uh, hapo sasa. Lakini wameendelea kujitahidi sana, na tunajua kama siku ya, zale, siku ya leo sio kama zamani, kwa sababu uh, milio ya sasa haisikiki tena uh, baada ya, ya, ya tukio, lakini kunakuwa utata kidogo kidogo, lakini na matumaini kwamba yatakwisha yote. Asante. Lakini kivipi wewe unachambua hali ya usalama, wewe kama mwandishi wa habari ambaye uliishi baada kabla ya M23 kuwasili Goma na baada ya M23 kuwasili Goma? wewe unachambua kivipi hali ya usalama? nam napaa chambua kwa sababu inaomba mtu kuzungumza ukweli. Nakumbuka wa, wakati M23 ilikuwa hajafika hapa mjini Goma, usalama ulikuwa tu ni mdogo kabisa, na utagundua kwamba uh, raia walikuwa kuwa na woga ya, ku, ya kutembea anatembea mm. eneo fulani fulani nakutana na watu wanakuwa na kunyanyasa, lakini kwa leo unatembea vizuri ya maana hmm. Uwe na kitambulisho na usikuwe bandia. Na kama mimi kuna kuwa utofauti kidogo ambao umeonekana kwa hali ya usalama, kwa utofauti sana, kwa sababu uh, unapoondoka na hata, hata hata hata saa moja za usiku unafika nyumbani vizuri, na hiyo inakuwa vizuri, lakini unapoondoka hiyo mawakati kama hauna vitambulisho na kama uko bandia, hapo ndipo utapata matatizo mengi lakini Uh, kwa niaba yangu naona kwamba kumekuwa usalama kabisa kidogo, ambayo imeendelea kuonekana hata kama mambo hayakuwa vizuri, lakini usalama imeendelea kuonekana kidogo kabisa. Kunakuwa utofauti kabisa uh, kabla ya M23 kuingia mjini Goma na baada ya M23 kuingia hapa mjini Goma, na, na, na, na, na, na utagundua uta kwamba Oh. Si, hawote si, wa, si, si wabaya na wote si wazuri eh? ba, ba, ba, lezo, wali, mm -hmm. kuna kunakuwa wale ambao tunawita wabrebigalezo wale kuna kwa wale ambao ni wabaya hata kwenye paradise kunakuwa wazuri na mm -hmm. wabaya hata kwenye M23 kuna kwa wazuri na wabaya. Haya sasa, uh, katika vitu ambavyo vime surprise watu uh, ndani ya siku hizi ambazo tunaziishi ni kuona namna jinsi kazi za salongo zinafanyika katika mji wa Goma na watu huwa ukichukua hiyo kwa umakini sana, hili jambo wewe kama mwandishi hata mpasha habari unalichambua namna gani? Mm, naam, jambo hiyo ni jambo nzuri sana. Kwa sababu, uh, ni kwa sababu Mkongomani nimegundua kwamba Mkongomani ni mtu ambaye nimwelewa ni na mtu ambaye anasikia mm -hmm. Kabisa, nasikia sababu mbele walikuwa wakisema salongo itafanyika mm -hmm. lakini utaona watu hawatatia maana ya kitu, lakini kwa sasa mji wa Goma umekuwa safi na huko gundua kila Jumamosi watu wako ingia kwenye salon na wanafanya kazi vizuri na vitu vinakuwa vizuri zaidi. mm -hmm. So, unajua hiyo inakuwa kabisa tofauti kubwa sana, tofauti kubwa sana sababu mji wa Goma imeangaa sana kuliko huko mwanzo sababu kila Jumamosi wakaaji wao wenyewe wameamka asubuhi, mm -hmm. ili kufanya salon na mambo yako vizuri kabisa. E, tumeona pia mea wa mji hata na viongozi mbalimbali wote wanahusika kwa kazi hizi, na hapo ndipo tofauti na kuepo, sababu katika siku zilizopita viongozi ambao wali walitoka wali wao tulikuwa tukiwaona, hautamwona anafanya salon. Lakini hawa kabisa, hao ndio wanakuwa exemplaire, kama katika liko tumombo. Hao wanakuwa exemplaire wao wenyewe, wanaingia barabarani wanafanya kazi na mambo yanakuwa vizuri. Namna jinsi uko naona, wewe binafsi, unaona mji wa Goma kwa leo, unawaza katika miaka ambazo ziko mbele, mji wa Goma utakuwa uko namna gani? Asante sana uh, mji wa Goma ni mji ambao ni mji wa utalii, mji mzuri kabisa mm. Na namna vile ninapoona nikiona hali namna vile imeendelea ikiendelea hivyo tu mji wa Goma itakuwa mji mzuri sana kabisa, na hiyo imeonekana kwenye nafasi mbalimbali mbali, ambazo tunaita marompwe. Leo watu wote wanapofika Goma wanahitaji kuchukua picha wakiwa bedejel, mm. wengine wakiwa hata katika maeneo za Stigo, wengine uh, huko Chugudu. So unaona kwamba ni kitu ambacho kimeleta changamoto sana kwa kwa hii mambo ya turismu Ndiyo, kabisa, hiyo kitu imeleta changamoto sana kwa sababu kwa sababu watu wengi wanapenda wafike mjini Goma na mjini Goma, mji wa Goma imekuwa mji mzuri sana kwa sababu uh, imekuwa imekuwa safi, watu wengi wamefika wanapiga mapicha na vile nimezungumza, fasi mbalimbali, hata ukifika Birere ha, mahali mm. hapo watu ukisema uh, mapendo hapo, ukifika huko fasi ya uchafu, uchafu. lakini utafika mm -hmm. utagundua mm -hmm. kwamba mambo yako vizuri kabisa vizuri sana uh, na kwa sasa katika habari ambazo zinapiga tufora ni kuwasili kwa Joseph Kabila, kama vile umetanguliza, mtu ambaye aliongoza nchi takriban miaka kumi na minane akaacha nchi kwa njia ya demokrasia, leo kufika Goma katika eneo ambayo inaongozwa na M23, kivipi unachambua jambo hili? Asante uh, sana sana. Mimi kwanza nitaanza chambua jambo. Kwa sababu, unajua, uh, mm. kwa sababu unajua ilikuwa ni ufununu kwanza, ukasema kwamba rais Joseph Kabila amewasili uh, hapa mjini Goma L imeanza semeka kwanza kwenye social media, asante sana uh -huh. na dunia nzima ikitangaza hivyo lakini, uh, sija, mimi kwa, kwa, kwa upande wangu sija sijamwona na sijaona picha, lakini mimi kwa, kwa mtazamo wangu uh, Joseph Kabila ni mkongomani mm -hmm. na ana haki ya kutembea mahali popote ambapo anapataka mm -hmm nasikia hapo, na haki ya kutembea mali pote ambapo anataka, na utagundua kwamba yeye anajua mm, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia sana vizuri, sababu ameongoza miaka mm. zaidi ya kumi, anajua kabisa nafasi popote. Na jambo ambalo nimekuwa kinishangaza ni wakati nasikia viongozi wa Kinshasa wanasema kwamba wanafanya wanamfuta wana, wana, wana, wanafita, wana musispandre na wanapenda wachukue vitu vyake vyote na wamfunge. Hayo ni kitu ambacho mimi nik, niko tu nikijiuliza nikisema mm. uh, ni jabu gani? Sababu napogundua uh, Kardinal uh, kardinal Ambongo nivye mm, aliwasili hapa mm. naye mjini Goma akitokea Kinshasa, aliwasili akasili mjini Goma yetu limeona kabisa. Sasa, mm. kwa sababu gani viongozi wa Kinshasa hawakumchukulia hatua ye kardinal huyo? Sasa kwa sababu ni Joseph Kabila wanasema kwamba yeye amekia chunga na M23. Hapo mtu hajasema kitu. Ha? Mtu mm-hmm. hajasema kitu, hajazungumza kwamba amekuja kufanya nini. Mm-hmm. Na amekuja kufanya nini na ni fununu kwanza. mm. ni fununu kwanza, na hata kama ange, angewasili mjini Goma, haina tatizo kabisa, haina tatizo. Sababu ni mwananchi, ni mwananchi, naye akapenda kufika mjini Goma, unafika hayo, kusema kwamba unapofika mjini Goma unakuja jiunga na M23, hapana eh. mm. sababu watu wengi wanakuja, wanakuja, wanaangalia mji wa Goma warudia. Hiyo ndio mtazamo wangu kwamba rais Joseph Kabila na kuwasili hapa, akawasili hapa mjini Goma, anajua nchi vizuri na mm. anakuwa na mitindo anapashwa kufanya kitu sababu, so, anagundua wakati uh, baba mzazi na Felix na naye vile vile, kuna wakati mmoja ambaye alikuja ali, ali, ali akafika aka, aka naye akaongea na RCD kama sisahau vizuri hmm, hmm. Naye na, na, alikuja na akapita aka huko na akaongea na wale sasa kwa sababu gani yeye hawakumkamatia hawakumkatia hiyo mikakati kama hiyo ambao wanakamatiwa kwa Joseph Kabila asa? Au waikae pamoja waikae pamoja wazungumze na ili amani ipatikane. Lakini unakumbuka kwamba tangu tangu rais Felix Tshisekedi kuchaguliwa kwenye mhula wa pili uh, katika interviews mbalimbali aliweza kuonesha wazi kwamba Joseph Kabila, rais wa zamani, ndiye chanzo ya uwepo wa M23 iye ali, ali uh, bwana Tshisekedi mm, alizungumza alizungumza sana vilevile, ukimuuliza tupatie preuve za kuonyesha kama bwana Joseph Kabila na iko nao, hata ipata saa ni ku ile ambao tunasema Kifaransa kutatone, unaona mm, tatoneme mm. Alor, ii ndio shida hiyo, unatatone unasema huyu anajiunga nao mchunge wasili mchungi yeye mwenye aitambulisha kama vile Corne mm, Nanga ye mwenyewe akaitambulisha kasema, mimi najiunga nao yeye, so mm-hmm. Ye haja ye hajasema kitu kabla, kabla mtu hajasema kitu, huwezi kumshtaki na kumhukumu hivyo. Naikumbuke kwamba Felix Chisekedi alipowasili kwenye uongozi wa nchi uh, Joseph Kabila hata na Corne Nanga Ndi wa, wa, wa, wa, ndio tuseme wa ndio waliompokeza kiti cha uraisi, na ni hapo ndipo kunakuwa kunakuwa tatizo. Sisi Wakongomani, sisi wakaji tunakufia bure, si hatujua mambo yao wa huko, wakati walipeana viti huko, si hatukuwepo mm. na kunakuwa vitu mbalimbali ambavyo wa. walizungumza si hatukuwepo mm. Sasa nawaza kwamba kunakuwa kitu ambacho bwana Felix, kile anaogopa, anaogopa na, ana na ndio maana unaona anakuwa m, suple kufani ni ku... Ku, ku, ku, kumshtaki bwana Joseph Kabila. Lakini ikiwa Joseph Kabila atatangaza rasmi kwamba anajiunga na M23. Wewe unawaza hii italeta madhara gani? Hiyo, ita, mimi ne, aka, akatangaza hiyo, nawaza kwamba hiyo italeta shida kubwa sana kwa sababu kwa sababu yeye kwanza ni mtu maarufu sana duniani mm. Na kwa kwa, kwa upande wake kwanza yeye mwenyewe atapata matatizo kubwa mm. Atapata matatizo na ndio maana mimi nazungumza nikisema kwamba bwana Joseph Kabila si mtoto, ana akili timamu, hawezi ku ana kajiunga hawezi kujiunga kwa na kuzungumza mimi nimejiunga hapa, na sababu yeye ni mtu mkubwa duniani mm. na aiko na influence sana sa yeye, kutakuwa ya kwanza kwa upande wake, kutakuwa shida mm-hmm. na kwa upande si wakaji vita itakuwa kali sana wasababu yeye akajiunga, atasema nono, napenda ni mwondoe bwana Felix Tshisekedi, na hiyo italeta vita kubwa sana hiyo ita, ita inamaanisha kwamba vita vinaweza endelea haraka iwezekanavyo hadi Kinshasa, vita vinaweza endelea. Ninakumbuka wakati kuna kwa mpashabari moja akamuuliza swali katika siku zilizopita mm -hmm. Bwana Joseph Kabila, wewe umesema kwamba unajiunga na, na M23, uh, yeah, akasema nini akasema mimi ingekuwa nilijiunga na M23, hali ambayo iliko leo haingekuwa naona mm -hmm. hiyo kitu kati nilipo niliposikia hiyo nikasema, ah, bwana huyu akajiunga tu mambo yataharibika sasa mm -hmm. na tuseme kwa upande wa raia leo hali imekuwa tete na tumeona pia M23 kutangaza kwamba imejiondoa katika eneo mbalimbali, lakini pia aa, hii mazungumzo ya Doha huko nchini Qatar ambayo nayo hadi sasa watu hawaja bado jua kipi kinachoendelea. Wewe unaona je, njia ya mazungumzo kati ya pande mbili inaweza kuleta suluhisho kwa shida ya usalama mashariki mwa Kongo? Nawaza ni hivyo kwa sababu maongezi ndio mazuri na mm, Bwana Felix Tshisekedi ali ali, kuna mambo ambayo alisahau kuyafanya, maongezi hayo angeyafanya tangu huko mwanzo, wakati wa M23 ilikuwa iko Bunagana, kama hatufikia mm, wakati kama na hizi mm, ni maongezi sahapo, kushakuwa maongezi, kutakuwa interet alors kila mtu atakuwa na anaegemea upande wake. Mm, nakumbuka jana wakasema kwamba waliondoa watu watano kwenye jela kuu ya makala huko Kinshasa. Sasa viongozi wa M23 wakasema hapana, wale sio wa M23, wale walikuwa watu ambao serikali ya Kinshasa inasema kwamba ni watu waliofungwa wakishtumiwa kushirikiana na M23. Sasa M23 hiyo inakataa nasema wao hawatambua. Unaangalia maongezi mm. itakuwa mazuri sasa, maongezi itapokuwa ita, maongezi itabidi sasa wasikilizane waikae vizuri mm. na kila mtu akuje na asema mimi e, tutufanye hivi tupate amani, lakini mimi niko naangalia na maongezi ambayo iko napitikana haiko ya kuleta amani ni ufika mm. huku kubishana tu wanabishana kila mtu anakwata upande wake upande wake, na hiyo ndio inakuwa tatizo sasa. Na kwa sasa unaona upande mwingine kuna onekana kwanza kujiondoa kwa M23 katika mazungumzo, unaona kwamba hii haitakuwa hatari kwa prugusheni za kidiplomasia hiyo kabisa ni hatari sana. Hatari kabisa, sababu wanapojiondoa hivyo au wanasema sasa hapa vita, vita endelee sasa, na shida ambayo mimi niko tu nikizungumza ni si raia. mm. wa raia watafariki sana. Raia watakufa sana na, na vitu vitaribika tena. Hata kama sasa mmoja wa Goma iko vizuri, lakini vita ikikuja tena itaribika tena mmoja wa Goma. Sasa mazungumzo ndio ilikuwa ya maana zaidi wa wakati huu raia wanaweza kuwa na msimamo gani? Wawe kama mpasha habari ambaye unazungumza sana na raia, raia wanaweza kuwa na msimamo gani katika mgogoro huu wa kivita mashariki mwa Kongo? Raia wa mji wa Goma na wa mashariki wa DRC, wao au tumaini yao ni wanapenda wapate kwanza amani hiyo, mm, tu ndio ya maana sana kwa sababu tangu vita imekuja pesa zionekane. Unaangalia mambo yote yameharibika, sawa so, raia wao wanakuwa mm -hmm, na haja ya amani peke yake na wanakuwa na haja ishirini na tatu uh, na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo wazungumze ili kupatikane suluhisho suruhisho. Sasa so, si, si ra, ra, raia wao hawajui kitu, so, wale viongozi ndio wanajua na wao wakapenda anapa kumaliza vita hiyo bwana Felix Tshisekedi akapenda vita hiyo na kwa, kwa saa ishirini na nne vita inakomesha, mm, na hapo, wakati unakumbuka, wakati huyu ambaye alikuwa mpatanishi katika mgogoro huu uh, rais wa Angola Joao Lorenzo aliweza kujiondoa mwenyewe kwenye jukumu uh, hizo na uh, Umoja wa Afrika ukatangaza uh, raisi Faure Nyasibe kama mpatanishi mpya. Unadhani na huyu mpatanishi mpya alienda katika nchi ya Rwanda, na hapo jana alikuwa Uganda katika lengo la kuimarisha uh, hali tulivu katika ukanda wa maziwa makuu, lakini hasa zaidi ndani ya uh, swala hili <coughs> la Congo. Wewe unadhani kwamba kumteua huyu uh, mpatanishi mpya italeta kitu uh, mimi. Kwa upande wangu naona kwamba hiyo haitata kitu, sababu kwa sababu walianza kuongea na kunakuwa kuko shiko, kitu ambacho kiliacha bwana rais wa Angola naondoka. Mm, na ili amani ireje vizuri. Haya, kusema kuwaleta wale watu wa rais wengine wa manchi, ni sisi wenyewe ndani tu, kwa sababu mm, shida ni yetu Mm. Shida ni yetu, shida ni ya Chisekedi na M23. Wale wakazungumza vizuri, mambo yanakuisha, lakini kuenda kusema huyo anakuja nakuya mpatanishi, tujaanza na Uhuru Kenyatta, ikemshinda wakaleta wa Angola na huyu wengine anakuja, hiyo mm. sijui kama hatata suluhisho. Suluhisho ni, si, ni viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na, na M23 wazungumze tu na mambo yatakuwa vizuri. Bienvenue msifu, uh, nakumbusha kwamba wewe unakuwa mpasha habari katika mji wa Goma, lakini pia nje ya mji wa Goma tunasema asante kwa mazungumzo haya na asante kwa kuitika mwito wetu. Shukrani nami, pia nakushukuru bwana mpasha habari, msikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV. Ni hapo ndipo tunaweka tamati kwa mazungumzo yetu siku ya leo, hapo ninapokumbusha kufanya subscribe, share, hata na kuweza kuweka comment kwenye vipindi hata na matangazo ambayo tunakutolea ili uweze kuwa ukipata uh, matangazo yetu kwa wakati unaofaa.